Niruhusu nimwambie Rahul. Nilikuahidi kwamba nitamwadhibu mtu ambaye atakayekutwa na hatia. Hata hivyo ninachokijua mimi, Rahul alishawahi kuwa na jeraha kabla, sehemu ile ile. Nadhani alipaswa kumwona daktari alafu na kumfanyia x-ray, si ndio, Rahul? Na hizi ndio taarifa za vipimo, zikague daktari. Taarifa ziko sahihi daktari? Ndiyo, kila kitu kipo sawa. Shemeji, naweza kujua kinachoendelea? Inakuwaje unazo hizi ripoti? Daktari, asante kwa kuja. Nataka, nataka kuongea na nyinyi jambo la muhimu sana. Nini kinachoendelea? Kuna mtu anaweza kuniambia? Shemeji, ni vipi umeweza kupata majibu ya Rahul? Kuhusu kuzipata taarifa, hilo sio la muhimu Nilma ni. Ila kitu cha muhimu ni kile kilichopo nyuma ya hizi taarifa. Kwa hiyo Rahul, utamwambia kila mtu kuhusu matendo yako au mimi niwaambie? Shemeji, unaweza ukasema hiyo mada yenyewe. Sawa. Nilichokuwa na maanisha katika kumbukizi ya kuzaliwa kwa Mayank, hawa wavulana watatu walienda Hardual. Rahul, pasipokuwa na aibu, alimvunjia heshima Puja, lakini Puja alimpiga Rahul na kiwiko chake ili kujitetea, ndio maana ilimbidi akamwone daktari, na hizi taarifa zina uthibitisho wote. Bwana Shemeji, huu ni ujinga. Unataka kuniambia kuwa Rahula alijaribu kumkosea heshima huyu mtumishi? Haiwezekani. kama uniamini, unaweza kumuuliza Rahul. Rahul, kwa nini upo kimya? Sema kitu. Atasema nini sasa? Kwa jinsi anavyoonekana, inaonyesha wazi kwamba yeye ndio mwenye hatia. ule mchezo wa kriketi? Mimi, mimi ndo niliyouandaa Puja, ili niweze kumwanika Rahul. Puja, Rahul anakuja, twende. Niamini mimi, mkuu, sio kosa la Bwana Naren. Nitamwadhibu mtu ambaye atakayekuwa na hatia. Huna hata aibu Rahul. Sikutarajia kabisa kama ungeweza kufanya jambo la namna hiyo. Uko sahihi kaka, kamwe sikuwahi kuwaza kwamba mwanangu angeweza kufanya kitu kama hiki. Ina maana hukutofikiria hata sisi wazazi wako ulipokuwa unafanya jambo la kinyama kiasi hicho? Msubiri wewe kwani, naona tatizo gani? Kila mtu hapa amemgeuka Rahul. Jamani, hebu mpatieni basi hata nafasi ya kujielezea, na nina uhakika huyu mtumishi ni lazima atakuwa alilipanga tu hili. Rahul, siogope Haya, sasa hebu ongea. Ni hivi mama, mimi sikumvunja heshima huyu msichana, nilimpaka tu kiki usoni. Fikiria tu vibaya. Ilikuwa ni siku ya Mayank, tulikuwa tuna tunafurahi kwa hiyo nikiona ni vizuri kwamba nikifurahi na Pooja pia. Mama, ulikuwa ni mzaa tu. Sasa ni kwa nini kila mtu anachukulia ni jambo kubwa? Hakuna shida Rahul. ulikuwa ni mzaa shangazi. Kaka, kabla ya kuajha pakofu lipaswa kwanza kuongea na mimi kaka. Labda hukujua na kutambua chochote lakini huyu msichana wakati wote anajaribu kuwa karibu yangu, yaani kila akiipata nafasi anakuja kusimama karibu yangu na yeye anaanza kuongea na mimi. Nilidhani alikuwa ni umri wangu na tulianza kuwa marafiki, hivyo nilijaribu tu kumfanyia utani. Mi sikufanya chochote. Sasa ni kwa nini nifanye kuwa swala kubwa? Yo Maarishi alikuja kwangu mara kadhaa kuomba msaada wangu kama alivyofanya katika sheria yake ya kuzaliwa. Muulizeni yupo. Yeye anadanganya mkuu. Siku ile nilitaka kurudi nyumbani kutoka Hariduari, ndio maana nikamwomba msaada. Siamini hili. Mara kwa mara tumekuwa tukiwatania watumishi huwa tunamtania Ramfal kwa sababu anaongea Kiingereza cha kuchekesha, na huwa tunamtania Charan na kijino chake. Achini hizo wewe, ni mtumishi tu. Yeye alichofanya ni kujaribu kufurahi naye tu. Sasa kwa nini nafanya jambo kubwa nasu? Kwa nini hupo kimya? uwe pia Nashindwa kuamini katika hii dunia, watu wana upendeleo sana. Haina shida, najua vizuri ya kwamba Rahul mwanangu hakufanya kosa lolote, hakustahili kupigwa kofi. Uko sahihi, hukustahili kupigwa. Raul, haya, twende ndani. Tunahitaji rafiki kwa ajili ya mtoto wetu. Kama Naren ni mwanangu, basi wewe ni kama binti yangu. Nawaahidi kitu kimoja, hatutoruhusu chochote kibaya kiweze kumtokea. mwanamke wa aina gani? Sikuweza kugundua ya kwamba mwanangu ana huzuni na wewe, ina maana hukujisikia kabisa kuniambia ni nini kilichokutokea? Uliwaza nini? Unadhani kwamba utaweza kujizuia? Hapana Pooja, hakuna sababu inayokubalika kwa wewe kuuficha ukweli kwangu. Mjomba pamoja na shangazi yako wanatuamini sana, wewe ni moja ya jukumu letu. Lakini kwa sasa sijui hata nitawaangalia vipi. Shangazi, nilihuzunika sana lilipotokea, sikujua ni nini cha kufanya. Samahani. Hapana mwanangu, tunapaswa kukuomba wewe samahani. Jambo lingine Ukijaribu kunificha tena mimi chochote, nitachukulia sina thamani kwako. Sikutegemea Rahul angefanya hivi, sikutegemea kabisa. Sasa nimeelewa ni kwa nini Puja aliondoka ghafla Hariduali siku ile. Alistahili. Narini alifanya vizuri kumpiga vibao. Narini ni kama vile alivyokuwa babu yako, yeye huwa hawezi kuvumilia kosa lolote lile. Hiyo ni kweli, lakini nimeshangazwa sana na tabia ya Rahul. Alifanya makosa, lakini badala ya kukubali makosa yake, anaweza kuleta maelezo ya kitoto. Kutokana na upumbavu aliofanya, kiukweli amemvunjia sana heshima ya huyu binti, bila shaka lakini sio kila mtu atakayelewa hilo. Kiukweli nina wasiwasi sana juu ya Ardek. ni mtu wa kawaida, sijui atauchukulia vipi ushenzi wa mwanae. Umeona sasa mabavu aliyoyaonyesha Naren? Amempiga kofi Rahul, tena mbele ya kila mtu, na wewe, na wewe ulisimama pale kuangalia kila kilichotokea. Wewe unadhani kama Rahul angempiga kofi Naren, basi shemeji angenyamaza kimya? na kipi hasa ambacho alikifanya Rahul? Yeye alisema ya kwamba ulikuwa ni utani. Sasa ni kwa nini wao wameunda tukio kama lile? Naomba nisikilize, mama. Ni kwa sababu mimi ni mtoto wa Hardik na sio Harish Vyas, na ndio maana wamemwamini yule mtumishi na sio mimi, mama. Yaani hili kofi limetuonyesha nafasi yetu katika hii nyumba. Lakini Rahul hajafanya zuri lolote lile. Kwanza kwa nini ulifanya kama vile? Jitizame. Kwa hiyo bado unadhani ilikuwa ni kosa la mwanao? Rahul amekuwa akienda ofisini kwa miaka mingi sasa. Wasichana wengi wanafanya kazi naye, kuna yeyote aliyewahi kulalamika? Sikiliza Hardik, namjua mwanangu vizuri sana, na hizo hila za shemeji mimi nazijua vizuri hasa, na wala sitashangaa nikija kujua ya kwamba shemeji alifanya hivi kumtoa Rahul katika nafasi ya kuwa MD. Lakini hebu amka Hardik, muda umewadia sasa. Kama sio kwa wewe au mimi walau basi jaribu kupambana kwa ajili ya mwanao Rahul. Sababu siwezi kuvumilia tena, siwezi. Utasema kitu Hardik? Mama, yote haya ni kwa sababu ya yule mtumishi, na ni lazima mimi nitampa fundisho, subiri na uone. sana kukutana na watu kama bwana Naren. Hata kama mimi nikija kazi tu, amegombana na familia yake kwa ajili yangu. Ni vigumu sana kukutana na watu kama Naren. Umenidanganya mimi na mjomba wako. unajua atafanya nini akijua hili? Kila ulichokifanya umeiweka sifa yetu hatarini. Sana, nifanye nini? Tayari nimeshavunja imani ya shangazi Walau ningepaswa kumtii yeye, lakini kivipi? Sisi tunaondoka. Pindi tu na Rini atakaporudi nyumbani, unaweza kunipigia simu, sawa Harsha? Shangazi, Rahuli yuko wapi? polisi Naren wewe ndio umeleta polisi ndiyo mjomba, wamekuja kumkamata Rahul. Nini? polisi wamekuja kumkamata Rahul? A, wow, umechanganyikiwa nini? hauwezi kuwa unasema kweli Naren. Rahul kafanya kosa? kumpiga kofi tu haikutosha, shemeji Shemeji, kwa nini usemi kitu? Hebu mfanye Naren aelewe, ongea na awa maafande waondoke tafadhalini sana, mnaweza mkanitia Rahul Vyas yes. Hilo halina haja, mwanangu hajafanya kosa lolote lile la kumfanya yeye aadhibiwe. Naren, hivi unawezaje kufanya hivi kwa binamu yako? Mimi napingana na, na mhalifu Mayank kamwita Rahul. Hapana, hutoenda kokote wala Rahul, polisi wangee na Rahul hapa polisi na mimi hatakuja hapa. Ungeacha polisi wangee na ona. So, so, nzuie Narin. Ndio jamani, kwa nini umeamua mambo yetu binafsi uone ukayapeleke mahakamani? Yalikuwa kosa dogo tu. Kosa dogo mkuu? kumkosea heshima msichana kunachukuliwa kama kosa dogo? Hapana kabisa. Nikuulize mkuu, Unaweza kumkosea heshima kijakazi? Hapana, inapokuja suala la sheria, basi kila mtu huwa na haki sawa. Kwa sababu kijakazi wa kike alikosewa heshima, kwa sababu tu eti anafanya kazi kwetu, basi ndiyo akae kimya kuhusu hilo? Hapana bwana Naren, haiwezekani. Basi tafadhali mkamatani Rahul na mwende mkapate adhabu anaostahili kuipata. Bila kibali? Mna kibali chochote cha kumkamata mwanangu? Kwa hiyo Bibi Puja anabidi aende akafungua mashtaka. Puja, kama unataka, unaweza kuongozana na sisi kituo cha polisi na ukaenda kufungua mashtaka yako. hauna haja kumwogopa yoyote, nenda na ukatoe mashtaka su. Tafadhali mzunari, nashindo kuamini huyu kijakazi anapewa thamani kuliko watu wa familia humo ndani. Nilma, unaenda kinyume kabisa na jambo lenyewe lilivyo ukweli ni kwamba Rahula alifanya ushenzi siku ile, na badala ya kukubali kosa lake analichukulia hili swala akiwepesiwepesi wepes tu. Hili halijaisha, autendi haki shemeji. ni uchawi wa aina gani yeye ukija katika kulisha? Upo tayari kupigana na familia yako kwa ajili yake. Tizama, mnaweza kujadili hayo mambo binafsi baadaye. Sasa hivi uwasiwo muda wake. Bibi Puja, kama unataka Tunaweza pia kufungua mashtaka hapa hapa. <tri> <tri> kingine cha kufanya zaidi ya kuomba msamaha. Sikiliza Rahul, okoa kiburi chako kwa wakati sahihi. Sasa nenda kamwombe msamaha yule msichana na umalize hili swala, nenda Rahul. nenda subiri kwanza, Pooja Shutuma zangu juu yako zilikuwa ni za uongo, haukunitongoza na wala hukunifanya kitu chochote kile. Ni kweli ulikuwa unaniomba mimi msaada, lakini mimi nikaichukulia hiyo nafasi kwa manufaa yangu binafsi. sikutarajia kama ningefanya hivyo. Samahani, Puja. bidi unywe maziwa kila siku kabla hujalala. Lakini shangazi... maliza hiyo glasi yote mbele yangu. Bwana Fande, tafadhali huyo mwanangu Alicho kifanya mwanangu kwa hakika kabisa anastahili kufungwa, lakini bado nitajaribu kumwombea msamaha. Tafadhali na kuomba, msamehe. Nitafanya nini? Yeye ni mwanangu, na kuomba msamaha kwa niaba mwanangu. Tafadhali sana, naomba msamehe. haki inatafutwa na kila mtu katika hii dunia, lakini hakuna anayeweza kutoa hukumu ya haki, kwa sababu nyama ya mtu mwingine ni sumu kwa wengine.